Habari. Mimi naitwa Enoki Dokresi, natokea Tuma Kidigitali. Sisi ni wasafirishaji wa mizigo kutoka Dar es Salaam kwenda mikoa yote kwa kupitia njia ya kidigitali ambayo kama unaweza kuona hapa, application yetu hii application, aa, au website ukiingia unaweza kutuma mzigo. Yule anayeuza bidhaa dukani, basi akiingia akishatuma mzigo, basi yule anayetumia mzigo basi anapata message. Lakini pia ukiangalia kwenye application yetu hapa, unaona kuna sehemu ambayo inakuwezesha kuweza kufuatilia yule mzigo wako mpaka unakomfikia yule mteja. Kwa hiyo mteja anaweza kufuatilia, lakini pia na wewe unaweza kufuatilia mzigo wako. Sasa leo nimekuja kwa ajili ya kuweza kukupa fursa ambayo ni ambao unaweza kuitumia wewe kama mwenye duka, ambao unasema kama digital ordering and delivery uh, system

tumejikita hapa lakini, anapata bidhaa zako kwa kutumia digital, yani mfumo ambao hautampa yeye wasiwasi. Ananua bidhaa yake mtandaoni, lakini pia anaweza kaifuatilia kwao, pia na kuongezea ule watu unapata una, una uaminifu zaidi. Sasa sisi sisi mimi tunafanyaje kazi? Sisi mimi tunafanya kazi kama ifuatavyo. Step ya kwanza ni tunafanya kama unavyoona tunavyosema inafanya bot, yani huko dukani kwako unaingia una request au una una, una ukibinya hapo utuma mzigo unaingiza na details za mteja sisi kwenye system. Sasa step ya pili kwenye system, kwenye mtu, kwenye system anaona ile yeye nani order yako, then anampa information ile mtu anayekusanya mizigo. Sasa anakusanya mizigo, anakuja mpaka dukani kwako ile mizigo kuutuma sasa kwa hasa ule mzigo. Hii gharama ya kufuata mzigo ofisini kwako ni juu yetu. kama mzigo aa nanda Kigoma kifia Kigoma, ule aliyetuma mzigo mfano, duka liko Sinzalego Dar es Salaam. Sasa ainampa option ya kuchagua anataka viatu au anataka brand. Tuseme mteja ametaka brand uh, kama ametaka brand hapo anaita chagua brand, brand labda uh, sema kuna brand mbalimbali kwa kama sasa kwepo atakuwa tumeka option, lakini hapa sasa chagua kwamba yuko Dar es Salaam au yuko ni mikoani. Kama ni mikoani, anakuja kwenye mikoani hapa, then uh, inakuja kwenye mahali inaenda wapi, basi inaenda Babati baada ya hapo anaita JJ, labda MM, labdando jina lake. Baada ya hapo sasa ataweka. Kwa mfano kama kuna kodi za punguzo unazitoa. Kwa mfano tuseme labda wewe unatoa punguzo ya kodi, uh, tuseme unatoa punguzo ya kodi labda umeambia wateja wako kwamba utatoa punguzo kila jioni. Mtu anayekuja jioni kwenye nani yako atapata punguzo. Sasa kwa tena moja kwa moja tuone kama utakuwa umetoa zile kodi za punguzo. Kwa mfano labda tuseme uh, hapa sasa tuseme hivi uh, a kwenye kodi za punguzo. Kwa mfano wewe unatoa kodi za punguzo na hii ni kuofa nitamunguzia asilimia 50. Hapa tuna kodi ya asilimia 50. Kwa hiyo kwa mfano kodi ukiweka hapa itaonyesha kabisa kwamba tunaona inafanya kazi amesema kwamba ni asilimia 50 punguzo baada ya hapo sasa unaweza kuona hapa kwenye coupon, coupon imesoma una punguzo la asilimia hamsini, lakini total ni ngapi? Total ni elfu ishirini, ambayo elfu ishirini imetoka wapi? Elfu kumi na tano ya breda, ni elfu kumi na tano ya kusafirisha mpaka Babati, alafu inakuwa ni sub total, ambayo sasa jumla inakuwa ni elfu ishirini. Lakini huyo mteja ushampunguzia asilimia ngapi? Asilimia ishirini, umempa offer ya asilimia ishirini. Kwa hiyo kama umempa offer ya ishirini, ndio inakuja kama ifuatavyo, inabaki shilingi elfu kumi. Kwa hapa tuombea kwamba hizo pesa azilipe kupitia namba ya Mpesa ambayo ni ya bei ndogo shop. Kwa hiyo bei ndogo shop tunachoma kama ndo duka lako inaitwa bei ndogo shop. Kwa hiyo atalipa kule, akishalipa kule sasa maana yake system notify ambaye atamnotify yule mtu ajue kwamba kuna pesa imelipwa, akishaweka order tu hapa atapata ndipo kwamba order yako imewekwa na amelipia kiasi cha shilingi ngapi, itaonyesha hapa amelipia kiasi cha shilingi elfu kumi kupitia namba fulani. Akishaweka ile na nini, namba hii ambayo imewekwa hapa akilipa, basi tumwambie kwamba atupigie simu au atume SMS, sasa tukipigiwa simu au tukitumiwa SMS basi sisi tunaona kabisa amelipa, tunampa pia taarifa ya SMS kwamba mama yako umefika. Kuna mwingine atataka alipie kwa system moja kwa moja, sasa hayo ndiyo anazungumzia kulipia kwa system moja kwa moja. Hii ndio mfano wa mfumo ambao utamsaidia wateja wako waweze kuagiza online. Sasa tuangalie faida yake nini? Faida ambayo utakaweza kuipata kupitia huku, utaongeza mauzo. Kwa mfano kama ulikuwa unauza uh, labda unaweza kuuza pieces 1500 kwa mwezi, hii inaweza kukusaidia kuongeza pieces zaidi, kwa sababu utaweza kufikia watu wa kule ndani zaidi. Lakini pia itakupunguzia gharama za utumaji, kwa hiyo pengine huenda uh, uh, kuna bidhaa ambazo mtaweza kuzifanyia free delivery, yani utashangaa kwamba huko Dar es Salaam unafanya free delivery Kigoma. Kuna bidhaa nyingine ndogo hivi ambazo unaweza kuzituma kwa shilingi labda pengine, labda tutakupa ofa na sisi wenyewe, utatuma bidhaa zako kwa shilingi 3000, utaanza kujikuta kama nani mteja anakuambia mnakufanyia free uh, delivery yani delivery, delivery nchi nzima eh? Nani, bidhaa inaenda labda si inaenda Kigoma mjini pale eh, utakwambia ni shilingi elfu tatu. Kwa hiyo unaweza kumfanyia free delivery, mzigo kafika pale Kigoma mjini kwa free delivery. Kwa hiyo utaweza kuongeza idadi ya wanunuzi wa, wa bidhaa zako, lakini pia kama utakuwa unafanya ile prioda uh, labda sema ndio huko China itakupa lamani yani, prioda unatajua nani, nani, nani anataka bidhaa itakupa ile mwelekeo. Kwa mfano watu elfu moja wanataka bidhaa, kwa hiyo utaambia bana watu wengine ni watu wengine, au utawapa link bana watu waingie kwenye mfumo waweke order kwa kwenye ule mfumo, pengine unaweka utakupa umeweka na discount. Kwa mfano mimi nataka uh, watu elfu moja wa kwanza, nitakuwa nitawafanyia labda free delivery au nitapunguzia asilimia 10 au 30. Kwa kuingia kwenye mfumo, mfumo unapunguza bei na unapunguza na unaingiza zile kodi, unapunguza ile nani automatically, hamna mambo ya kupiga simu, na unaonekana zaidi, unakuwa unaonekana wa kisasa zaidi, na maana yake pia inatanua kwenye biashara yako. Kwa hiyo ndio ndivyo mambo ambayo unaweza kuipata. Asante sana kwa kuweza kutusikiliza sisi, tunafurahi sana kwa kuweza kutusikiliza lakini, pia itakuwa ni jambo uh, la furaha sana na ufarijika sana kama utakuwa tayari kufanya maongezi na sisi kuhusu huduma uh, yetu. Uh, unaweza ukatuambia, nani, timu yetu ambayo iko Dar es Salaam basi itakuja kukutembelea, lakini pia uh, tutaweza kudiscuss namna gani tunaweza tukaanza kufanya kazi, lakini pia, uh, kama pengine labda hauna muda au nje ya nchi, naweza tukafanya meeting kupitia Google Meeting tukaongea vingi zaidi, then baada ya hapo naweza tukakaa mezani tukaona namna ya kuanza kufanya kazi, tukasainishana kama ni vitu vingine, basi tukaanza kufanya kazi kwetu. Sisi kufanya kazi na sisi kwa kweli ni baraka kubwa sana. Tunakuomba kabisa, tunakuomba uh, kwa nguvu kabisa, yani kwa moyo wote, kwamba ufanye kazi na sisi utujaribu, uweze kuona namna gani tumejipanga kuweza kuhakikisha kama biashara zako basi uh, tunaongezea kitu. Asante.